Yes, mchakato wa watiania katika eh, majimbo tofauti tofauti umeweza kuendelea eh, siku ya leo, siku ya jana, lakini pia kesho tutegemee kuona eh, majina mengi zaidi kuweza kuongezeka, ikiwa ni mwishoni mwishoni kabisa. Eh, eh, tunakumbuka kwamba eh, tarehe mbili siku ya kesho ndio itakuwa ni mwisho wa kuweza kuchukua fomu za kuweza eh, kugombea katika nyadhifa tofauti tofauti. Lakini pia eh, tuko na watu maarufu pia ambao wanafahamika eh, naweza kukupa eh, listi hapa. Mtu wa kwanza kabisa ni Salim Kikeke ameweza kuchukua fomu eh, kutokea huko Moshi vijijini. Sasa ni mwandishi mkongo kabisa wa eh, habari nikimaanisha Kikeke, pia ameweza kuchukua fomu ya kuweza kuwania ubunge katika jimbo la Moshi vijijini kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Zoezi la uchukuaji wa fomu katika ofisi za Chama cha Mapinduzi CCM pia linaweza kuendelea nchi nzima, kila mmoja anaweza kuchukua. Watu wengi pia wameweza kufurahishwa na Salim Kikeke kuweza kuonekana e, ni moja ya watu ambao pia wameweza kushiriki na kuweza kuchukua e, fomu hiyo kuweza kwenda kugombea masuala mazima ya ubunge. Sasa tuko na Sabaya pia ni moja watu ambao pia walishawahi kuteka vichwa vya watu kwa kipindi fulani hivi, mara baada ya sakata lake kuweza kutokea kupelekwa eh jela na vitu kibao viweza kutokea. Pia alishawahi kuwa e, mkuu wa wilaya ya Hai mkoani Kilimanjaro, Lengai Ole Sabaya pia e, sasa siku ya leo ameweza kwenda kuchukua fomu, ameweza kuingia rasmi kabisa katika jimbo la Arumeru Magharibi, na hii ikiwa ni mara ya kwanza kabisa kwa Sabaya kuweza kuonekana hadharani katika shughuli za kisiasa tangu kutoka gerezani kwa kuweza kushinda kesi ambazo zilikuwa e, zinamkabili. Stori zilikuwa ni nyingi kuhusiana na kesi yake, lakini pia tuko na Jessica Kishosha, ameweza kuchukua fomu ya Iramba Mashariki eh, Mkalama huko Singida huko, wakati ukiendelea pia kuweza kupokea habari za fomu ya wagombea eh, kutokana na watu mbalimbali kuweza kutia eh, nia kutoka majimbo tofauti tofauti. Jessica pia anaweza kupitishwa na wajumbe na kuweza kushinda ubunge katika jimbo hili, itakuwa ni mara yake ya tatu kuweza kuingia bungeni kama mbunge, ambapo pia kwa mara ya kwanza ilikuwa ni mbunge wa viti maalum mwaka 2015 mpaka 2020 2020 mpaka 2025 20 hao Joshua Nasri aweza kuchukua kuchukua fomu ya Arumeru Mashariki e. Bana Sabaya amechukua Arumeru Magharibi e. Joshua ameweza kuchukua e, Arumeru Mashariki lakini pia naye alishawahi kuwa ni mbunge wa Arumeru Mashariki mwaka 2012. Pia Joshua Nasri amejiunga rasmi kwenye mchakato wa kuweza kuwania tena e, ubunge wa jimbo hilo mara baada ya leo e, Juni moja eh, Julai moja kuweza kuchukua fomu na kuweza kugombea katika swala so zima la ubunge na ameweza kuchukua fomu hiyo. Eh, lakini pia tuko na Salma Kikwete E, mke halali kabisa wa Dr. Kikwete pia ambaye ameshawahi kuwa rais wa kuweza e, kuiongoza katika nchi hii ya Tanzania. Lakini pia tuko na Bashe ambaye yeye Bashe ameamua kuchukua e, fomu ya ubunge e, katika e, jimbo la huko Nzega mjini e, ukichana na Bashe pia tuko na Umi Mwalimu. Pia na yeye ni moja kati ya watu ambao wamekwisha kuhudumia katika wizara mbalimbali. Tunajua kabisa wizara ambayo pia watu wengi walimpenda sana huko ni katika wizara ya afya. Aliweza kufanya vizuri kabisa. So ameweza kuchukua fomu ya kuweza kugombea ubunge e, katika mkoa huko wa Tanga. Lakini pia tuko na e, Zainab achukua fomu ya ubunge UVCCM kaskazini mwa Pemba huko Zanzibar. Sasa bana Zainab ameamua kuweza kuchukua e, fomu hiyo na kuweza kutia nia yake ya kuweza e, kugombea nafasi ya ubunge huko huko Zanzibar, pia tukibaki huko tuko na Razzali, ambaye yeye ameweza kuchukua fomu ya jimbo la Amani Zanzibar huko, ukimwangalia vizuri na wasili fulani hivi kama ya uarabu fulani unakuja unakataa, lakini ndo hivyo jimbo la Amani Zanzibar ameweza kulichukua lakini pia tuko na mwingine ambaye anafahamika kwa jina la Alex Msamaha, ameweza kuchukua fomu ya ubunge wa Ukonga kutokea hapa hapa jijini Dar es Salaam, na ni moja kati ya sehemu ambazo pia tunajua eh, Tundulisu pia ndo gereza ambalo wameweza kuweka kama mahabusu kuweza kuendelea kusubilia kesi yake ni huko Ukonga. Sasa Alex Msamaha ameweza kuchukua fomu ya ubunge katika jimbo hilo la Ukonga sasa, lakini pia tuko na Esther Bulaya, naye ni moja kati ya watu ambao pia wameweza kuchukua fomu ya ubunge katika jimbo la Bunda aliyewahi kuwa pia ni mbunge wa viti maalumu ameweza kuchukua e, fomu hiyo ya ubunge e, kwa mkoa wa mkoa wa Mara. Sasa, Esther Bulaya ameweza kuchukua fomu hiyo na siku ya tarehe 30, siku ya jana, akilenga kuweza kuchuana na watiania wengine akiwemo mbunge wa jimbo hilo ambaye anayemaliza muda wake Robert Maboto. Esther Bulaya pia kabla ya kurejea CCM amewahi kuwa mbunge wa vijana kupitia CCM mwaka 2010 na baadaye kwenda katika chama cha demokrasia na maendeleo Chadema na kuwa mbunge wa kuchaguliwa mwaka 2010 mpaka 2015, jimbo hilo e, jimbo pia e, kupitia Chadema mwaka 2010 hadi 2020 kuwa mbunge wa viti maalum e, e, bwana huyo ni Esther Bulaya. Lakini e, pia tuko na Shafi Dauda, ni mtangazaji kutokea pale Klaus, ameweza kuchukua e, form na kuweza kutia nia ya kuweza kugombea katika jimbo la Temeke katika tiketi ya chama cha mapinduzi kuweza kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Dauda pia amechukua form siku ya Jumapili, e, siku ya Jumapili ya Jumatatu tarehe 30, ambayo ni siku ya jana, katika ofisi za CCM tawi la uwanja wa taifa kata ya Mibaru miburani mi wilaya ya Temeke, jijini Dar es Salaam. Dauda pia ni mkuu wa mahusiano ya kimkakati wa Clouds Media Group huku ambaye amehudumu kama mchambuzi wa masuala ya michezo kwa wakati mrefu sana. Tunajua watu wengi wanamjua huko. Tuko na Mboni Masimba ameweza kuchukua fomu ya ubunge UWT Handeni huko Tanga bana. Tanga kumenoga, Tanga kunani tena bana. Mboni Masimba ameweza kuchukua katika jimbo la ameweza kuchukua fomu hiyo ya ubunge lakini pia kwenye swalazima ya UWT Handeni huko Tanga. Lakini tuko na mwingine hapa ambaye ni Mohamed Haji ameweza kuchukua fomu ya ubunge kutokea huko Kigamboni ambako pia kutakuwa kuna mchuano kidogo, kwamba pia Harris, rais wa Yanga, pia ameweza kuchukua huko, na huyu Muhammad Haji ameweza kuchukua fomu ya ubunge kutokea huko Kigamboni. Lakini pia tuko na mtu wa mwisho hapa, ni Award Mpandila ameweza kuchukua fomu ya ubunge kutokea Makete, yeye ni mfanyabiashara, lakini pia ni mwanachama wa CCM. Award Mpandila ameweza kujiunga rasmi katika mchakato wa kuweza kuwania ubunge wa jimbo la Makete mkoani Njombe kwa kuweza kuchukua fomu ya kuweza kugombania ridha ya chama chake e, Mpandila pia aliyewahi kuwa mjumbe wa kamati maalum ya waziri mkuu Kassim Majaliwa ya kuweza kushughulikia kero za wafanyabiashara nchini, pia ni mjumbe wa halmashauri kuu, mjumbe wa, wa, wa, ku wa mkutano mkuu CCM taifa mwaka 2022 2027 hiyo ni Listi ya watu ambao pia wameendelea kuchukua fomu, na tuendelee kutegemea kwamba kutakuwa kuna wengine zaidi, kwa sababu ikumbuke kwamba siku ya kesho ndio itakuwa ni siku ya mwisho kuweza kuchukua fomu hizi. Endelea kutop comment yako hapo, utakuwa umetisha kinomanoma. For this ciao.